Wanajeshi wawili wa ulinzi wa kitaifa wamejeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi huko Washington DC karibu na ikulu ya White House, katika kile meya wa jiji hilo amekiita shambulio la kulengwa. Polisi walisema mshukiwa mmoja aliwafyatulia risasi walinzi wawili siku ya Jumatano alasiri, kabla ya kuzingirwa na kukamatwa na walinzi wengine wa kitaifa waliokuwa karibu ambao walikuwa wamesikia milio ya risasi. Raisi Donald Trump ambaye alikuwa Florida wakati huo alisema mtu aliyefanya mashambulizi kwa kutumia bunduki alikuwa raia wa Afghanistan ambaye aliingia Marekani mnamo Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Aliapa kwamba utawala wake utahakikisha mshukiwa analipa gharama kubwa zaidi kwa kitendo cha ugaidi vyanzo vingi vya utekelezaji wa sheria hapo awali vilimtaja mtu aliyedaiwa kuwa na bunduki kuwa ni Rahmanullah Lakanwal, raia wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 29. Mshukiwa alipigwa risasi nne. Haijulikani ni silaha gani ilitumika katika shambulizi hilo wala nia haikubainika wazi mara moja. Hii ni TMC News Updates Mataifa, mimi ni Jack Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe kuliki kukomenti pamoja na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.